Mambo vipi? Karibu tena kwenye Talk with Jasmin. Na kama unatazama video hii kwa mara ya kwanza, hii ni Talk with Jasmin channel ambayo tunaongelea sana kuhusiana na masuala mazima ya budgeting, namna gani ya kupanga bajeti, namna gani ya kubana matumizi, namna gani ya kuhifadhi pesa zako, na namna gani ambavyo unaweza kufikia malengo yako ya kifedha. Lakini pia tunapeana elimu, motisha na hamasa mbalimbali mbali za maisha. Kwa hiyo kama unaona video hii kwa mara ya kwanza, tafadhali like video hii, subscribe hapo chini, alafu share video hii na watu wengine. Itatusaidia sana kukuza channel yetu. Na pia kama ni wewe ambaye umerudi mara nyingine, umeshaangalia video zetu za nyuma na safari hii unaangalia tena hii, nashukuru sana, asante sana sana sana, na nafurahi kukuona tena na nawapenda. Kwa hiyo mada ya leo ambayo nilikuwa nimeiandaa ni kuhusiana na nilikuwa nataka nielezee kwa kifupi kwa nini niliamua kuanzisha channel ya Talk with Jasmin na kwa nini niliamua kuchagua mada ya budgeting. Kwa nini? Kwa sababu gani? Kuna mada nyingi sana. Kuna vitu vingi sana ambavyo unaweza kuongelea. Una mada nyingi, unaweza ukamua mambo ya vlog, mambo ya mapishi, mambo ya urembo, lakini mimi nilichagua budgeting kwa nini? Kwa hiyo angalia video hii mpaka mwisho, nadhani utajifunza ka kitu, hata kama ni kadogo tu, lakini utajifunza kitu. Sababu kubwa ilionifanya mimi nikaanzisha channel hii ya Talk with Jasmin ni kwa sababu nilikuwa nataka namna ya kukidhi mahitaji yangu, kwa sababu nilikuwa nalea mtoto peke yangu. Kwa hiyo nikawa jukumu yote yananiangalia mimi, na kama ni binti ambayo unajielewa, hautamani kabisa kurudi nyuma hautamani kurudi nyumbani, unatamani uendelee na maisha yako, hata kama una mtoto, hata kama una nini, lakini unatamani upambane, usonge mbele. Kwa hiyo nikawa najiuliza kwamba nilikuwa nafanya kazi ambayo na kipato kidogo, na kipato hicho nikawa naona mbona kinaisha, mahitaji yangu mengi bado sijayakidhi, lakini kipato kimeisha, nitafanyaje? Kwa hiyo nikaanza kusoma vitabu vinavyohusiana na masuala ya kifedha, nikawa naangalia YouTube videos zinazohusiana na masuala ya kifedha na vipi nitaweza kujikwamua kiuchumi kwa hiyo nikawa kupitia pitia vile nikawa najifunza na nikawa nimefahamu. Kwa hiyo nikawa naanza kufanyia practice, nafanya practice ya vile vitu ambavyo nilikuwa nimevifahamu, na hatimaye nikaweza kuondokana na hii shida. Kwa hiyo nikawa najua kabisa sawa, ninafanya kazi nalipwa mshahara, lakini najua mshahara wangu nitaupangiliaje, mshahara wangu nitaufanyia nini na nini. Kwa hiyo nikawa na budget, nikawa naelewa jinsi gani ya kufanya savings, nikawa naelewa jinsi gani ya kubana matumizi, nikawa naelewa ni vipi mshahara wangu utaweza kidhi mahitaji yangu kwa mwezi mzima bila kuombaomba, bila kulialia, kwa sababu kama unavyofahamu kuwa single mother ni shughuli. Kuwa single mother ni ngumu sana, kwa sababu kama hauna kipato, kama hauna pesa, kwa kweli utateseka. Kwa hiyo nikawa nasema hii hali ya kuangaika sitaiweza. Kwa hiyo inabidi nitafute namna ambayo nitaweza kukidhi mahitaji yangu. Kwa hiyo ndo maana nikawa nimesoma vitabu na nikawa nimepata maarifa niliyoyapata na baadaye ndo nikasema sasa ngoja ni-share haya maarifa niliyoyapata na watu wengine. Ndo nikaanzisha channel hii ya Talk with Jasmin na nikaweza kushare video zangu mbalimbali kwa kadri nilivyoweza na hii ni elfu mbili na ishirini na sita. Nashukuru sana kwa wote ambao mlinisupport last year na mmeweza kuangalia video zangu na nashukuru sana sana sana. Kwa hiyo tuendelee.

This year nimeandaa vitu vingi sana vizuri ambavyo vitawafaa watu wote, sio single mothers tu, kila mtu. Swala la fedha ni changamoto ya kila mtu, na kila mtu anatamani kuwa na pesa nyingi, na kila mtu anatamani aone pesa yake inafanyia kazi, aone pesa yake inamuingizia thamani, ambayo kama umepatia shida kuitafuta basi na iweze kuingiza thamani katika maisha yako. Kwa hivyo usikae mbali na hii channel. Kama bado hujasubscribe, subscribe, subscribe please, hapo kwenye channel tuendelee kuwa mm -hmm. pamoja na Nawapenda sana asanteni kwa kuangalia video zangu, until next time. Bye.